Ni approach muhimu hasa kwenye ndoto za kuweza kufikia malengo na kuweza kufikia target, na ni ndoto ya muda mrefu pia kwa taifa lolote ambalo linahitaji kupiga hatua kimpira, hasa kutoka kwenye ukanda ambao unatazama kama ukanda watano wa, wa kimpira ama wanne watano. Sasa ukiwa kwenye zoni ya namna hiyo, sehemu salama kwako inakuwa ni wewe kuweza kuhakikisha kwanza unapambana na mambo hayakuzoeleka sana. Tangu Kafu amebadili mfumo huu wa mashindano, nafikiri sisi tunabaki kuwa miongoni mwa timu chache ambazo, mwa nchi chache ambazo zinawapeleka wawakilishi wanne na wote wana uwezo wa qualify kwenda group stage. Uh, tuliona last season Egypt walifika mpaka timu zao karibu tatu zifika semi final, uh, quarter final, lakini tuliona pia kwa Uh, Tunisia wakati fulani, Morocco wakati fulani, lakini sasa hivi Tanzania pia inaweza kupeleka timu zote kwenye group stage. Huwezi ukabeza hata kidogo.